Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakuomba uendelee kusimama wakati viongozi tuliosalia na wageni waalikwa tukae.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 na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mwigulu Lameki Nchemba nahapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie. Mheshimiwa Rais alikuwa akimkabidhi Mheshimiwa Waziri Mkuu miongozo ya utendaji kazi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie Katibu Mkuu Kiongozi aweze kurejea katika nafasi yake, na wakati huu Mheshimiwa Mjomba uweze kuendelea na ule wimbo maalum. Karibu sana Mheshimiwa Mjomba kwa wimbo maalum. mama, mama, mama, mama. Samia, mama mama, wewe ni mama mama wa hili taifa, nchi imekuchagua wewe. Wewe ndo raisi wetu mama, wewe ni mama, wewe ni mama raisi wetu mama, mama wa hili taifa Tanzania, nchi imekuchagua we. Wewe ndo raisi wetu mama na kwa ushindi, matokeo ya umestahili Dr. Samia. Hata ushindi, ushindi umestahili. Vigeregere. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Hongera sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Ongera Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa Rais. Hongera Daktari Mwigulu Nchemba, waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kama tutasoma vitabu vitakatifu tukisoma kwenye Biblia Waebrania 11 mstari wa kwanza unazungumzia imani, unasema imani ni uhakika wa yale yatarajiwayo. Dr. Samia, Mheshimiwa Rais, kilichotokea kwenye ushindi wako wa kishindo ni sera nzuri za chama cha mapinduzi CCM, chenye utaratibu wa kuwaandaa viongozi wake, lakini pia ni dira inayotuonyesha Tanzania mpya tunayoitaka iliyojaa falsafa ya utu na imani ndani yake. Mheshimiwa Rais, imani hiyo hiyo ambayo Watanzania wamekuamini kwa asilimia zote, ndiyo imani hiyo hiyo wewe binafsi ukamwamini Dr. Mwigulu Nchemba. Hapa tunajifunza somo la imani. Imani. Ushindi wa asilimia 97.66. Sio namba, sio namba, ni imani walionayo wa Tanzania juu ya raisi waliyemchagua. Yule pale, Yule pale, yule pale. Yule pale. Yule pale. Mheshimiwa Rais ushindi wako ni heshima kwa wanawake wote duniani yeah. Ushindi wako ni heshima kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, ushindi wako ni heshima kwa Afrika, ushindi wako ni heshima kwetu sisi wa Tanzania, daktari. Wanawake wameona utu wako, wanawake wameuona utu wako daktari, watoto wameiona huruma yako. Vijana uliowaamini wanakurudishia imani kwa kukwambia wanakwenda kuchapa kazi, kwa sababu umeamini kundi la vijana. Dkt Samia, watanzania tumeisikia sauti yako kwenye mikutano yako zaidi ya mia moja kwenye kampeni. Sauti yako tumeisikia, watanzania tumeisikia tumeisikia. Sauti yako ulipotuambia tunakwenda kwenye gridi ya taifa ya maji tumeondoka. Tumeisikia kwenye asilimia, tunakwenda kwenye gridi ya taifa ya maji. Sauti hii imesikika, tumeisikia sauti ya ajira milioni nane na laki tano sauti hii wa Tanzania wameisikia. Tumeisikia sauti ya kwamba unakwenda kuongeza ndege nane mpya ukiacha zile tulizonazo. Sauti hii imesikika. Wameisikia. Sauti ya kwamba SGR uliyoitoa Morogoro ukaipeleka Dodoma, unaitoa Dodoma unaipeleka Isaka, Isaka unaipeleka Tabora, Tabora Mwanza, Mwanza Kigoma, Burundi mpaka Kongo, unakwenda kufungua uchumi. Wewe ni profesa wa uchumi, Dr. Samia. Sauti yako ya huduma za afya kwa wote ndani ya siku mia moja imesikika huruma yako daktari ya kusema magonjwa yote ya kansa magonjwa yote ya sukari magonjwa yote ya presha magonjwa yote ya saratani ya mifupa magonjwa ya moyo watanzania wakatibiwe bure kwa sababu magonjwa haya ni gharama sauti yako hii imesikika daktari wamesikia daktari sauti yako ya kwamba Tanzania itakapofika mwaka 2030 kila Mtanzania aweze kutumia nishati safi. Hii sauti imesikika, kwa sababu kila Mtanzania leo ni mlinzi na balozi wa mazingira. Hauwezi kuwa champion na tusifikie lengo, we ni champion. Matamanio yako ya kuona Tanzania inakwenda kutimiza ndoto zake inakwenda kutimia kwa sababu ya imani Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, umeaminiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu tumesikiliza hadithi yako. Baada ya salamu zako za kushukuru, tumeona Watanzania wamerudisha uzalendo, wameamini kuna mtu anakwenda kuwapigania kwa sababu wewe, daktari, haujatoka kwenye familia tajiri umetuambia mkaja aliyokuwa akijifunga mama yako ndio ilikuwa shuka yako ya kujifunika. Ilikuwa lazima uamke mapema umrudishie aende kufanya kazi. Ukitoka kuchunga, unatumia ngozi kujikinga na mvua usiloe. Kutoka dameki yule mpaka leo kuwa waziri mkuu. Hii ni Tanzania ya kila mmoja, siyo Tanzania ya makundi. Hiyo ni uthibitisho kwamba wewe unafahamu shida za Watanzania na umetuambia haujasimuliwa umaskini wa nchi hii, haujasimuliwa unaujua kwa sababu umeuishi. Daktari Samia Suluhu Hasan kwenye serikali amefanya mambo makubwa, tunakwenda kuyaendeleza pale tulipoishia, na wewe amekuchagua kama msaidizi wake. Tukisoma Matayo ishirini na moja mstari wa ishirini na moja unazungumzia kuamini ukiwa na imani si tu yaliyoko juu yu... kuangusha na kuhamisha mlima kuupeleka kwenye bahari inawezekana. Daktari wa Tanzania, tunakuamini. Serikali hii ya awamu ya sita Kiamini kwa asilimia tisini na saba. Kuna mamia na maelfu wanashuhudia tukio hili wakiwa na imani, ndio maana walikushangilia wewe. Ni mama ushindi wako wa kishindo ni heshima kwa nchi hii. Tunakutakia kila laheri, tunakuombea kila jema, Mungu akakuepushe na kila lahiri. Balala nchi ukaifanye kazi yako kama wewe, wewe tunaimba wote hii, wewe ni mama. Hapo kidogo, pa pa moja moja wewe, raisi we ni mama, wewe ni raisi wetu wa ili taifa. Imba, wewe ni raisi wetu mama, na kwa ushindi huu, matokeo ya imani e yetu kwako, ushindi huu Piga rega! Makofi mengi Ma, makofi mengi Ma, mengi sana Tanzania mengi. Sante Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dkt. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, wa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na ujumbe ulioambatana nao, Mheshimiwa Zubeiri Ali Maulidi, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa George Masaju, jaji mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi. Napenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango Makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mhandisi Zena Saidi, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wakuu wa staafu, naibu waziri mkuu mstaafu, waheshimiwa maspika wastaafu, ndugu Majula Mahendeka, katibu mkuu Ikulu, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, natambua uwepo wa ndugu Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, na balozi Dr Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mliopo, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, pamoja na wakuu wa mikoa wote mlioko hapa, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangila Mwangesi, kamishina wa maadili. Pia natambua uwepo wa waheshimiwa wa bunge wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote wa vyama vya siasa, viongozi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni ikulu ya Chamwino hapa Dodoma. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, baada ya kuhitimisha tukio la kumwapisha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tumepata ujumbe hivi punde kupitia mjomba mbili. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii, lakini pia uzungumze na taifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vipo live kwa maana ya mubashara. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana. Naomba tusimame kwa heshima, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, tukae. Dkt. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Waheshimiwa viongozi wa, wa staafu mliopo, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Makamu wa Rais wastaafu pamoja wastaafu mliopo hapa, Mheshimiwa Dokta Mwigulu Lameck Nchemba wa, wa Tanzania

lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi na nafasi jamaa. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. So hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, thibitishia jana kwamba unauweza, kwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la heri, asante sana, sana.